Yafuatayo ni matumizi sahihi ya dawa yetu ya misuli ambayo tunaita masturbation solution. Watu wengi huwa wanashindwa kuelewa matumizi haya kwa sababu hawajapewa picha halisi. Matumizi ni kama ifuatavyo: utafunua ufuniko wako kisha utamimina dawa ujazo wa wastan, ujazo wa wastan jazo kama huu kisha utakachokifanya kifanya uta, utachua kwa mtindo wa kutoka huku chini kuja hivi. Mfano ni huo, utahakikisha unachua vizuri misuli katika hali hii yaani utakiwa, utumie nguvu kubwa katika uchuaji, kana utumie nguvu ya kawaida ya wastani katika kuchua. Utafanya hivi kwa wastani wa dakika moja, mbili, tatu mpaka dakika tano mpaka uhakikishe ujazo kama huu ambao tumekuonyesha unaisha katika kuchua. Kwa hiyo, hakikisha unachua kama ulivyoelekezwa, kwa sababu usipochua kama ulivyoelekezwa ni sababu ya wewe kutopata matokeo sahihi. Kwa hiyo, hakikisha unachua kama vile maelezo yanavyojionyesha. Hakikisha ujazo kama huu unauweka kiganjani na ujazo kama huu unaisha katika